Uh, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi endelee. Uh, assalamu alaykum, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Uh, ndugu zangu, kwa majina ninaitwa Hashim Omari Ramadhani ni shujaa wa jumuiya ya SMAUJATA. Uh, nafasi yangu katika jumuia mimi ni mkurugenzi mkuu wa wanachama mahusiano ya kitaifa na kimataifa. Niko mbele yenu ndugu waandishi wa habari kwa ajili ya kuongea nanyi kuhusiana na jumuiya yetu, na hasa hasa kipengele muhimu ambacho nakiongelea leo ni kuhusiana na usajili wa wanachama jumuiya yetu ya SMAUJATA. Ili uwe shujaa kamili hai, lazima ujisajili. Ukijisajili unakuwa shujaa kamili, lakini usajili wako pia utafanya jumuiya yetu kuendelea kufanya vizuri na kuaminika katika nyanja mbalimbali. Serikali itaiamini, wizara itaiamini jumuiya yetu kwa sababu ni jumuiya ambayo imejikita kwenye jamii, lakini pia imesajiliwa kisheria, na ni jumuiya ambayo inafanya kazi ambazo zinaonekana, na ni jumuiya ambayo imejikita kabisa kuhakikisha inaondoa masuala ya ukatili ndani ya nchi. Kwa kutumia fursa hii, nimshukuru kwanza Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa afya njema na kuwepo hapa kuendelea kuongea na nyinyi mashujaa pamoja na wadau mbalimbali. Lakini pia nitumie fursa hii kumpongeza na kumshukuru waziri wetu Mheshimiwa Dorothy Gwajima mbunge, ambaye ni waziri mwenye dhamana ndani ya Wizara ya Maendeleo eh, ya Jamii. Lakini pia nitumie fursa hii kumpongeza na kumpa big up sana mwenyekiti wetu taifa eh, shujaa Ngamia Sospita Mosewe Burugu kwa maono yake, kwa uimara wake, kwa juhudi zake mpaka ameamua kutufanya sisi mashujaa tunatembea kifua mbele kwa ajili ya kutetea jamii. Ni mtu bingwa sana. Nisisahau kumpongeza katibu mkuu wetu kwa jumuiya hii taifa, naamini kila mmoja, naona mapambano yanavyoendelea. Mimi kama mkurugenzi mkuu napenda kuongea na wanachama. Pointi yangu ya msingi ni kujisajili. Wanachama, naomba tujisajili kwa wingi. Naongea, napata kiburi cha kuongea kwa sababu nimejisajili na ni mwanachama hai. Mimi ni mwanachama hai wa jumuiya hii. Naona hivyo basi, Ninaomba, ninaomba sana kila mmoja wetu ahakikishe kujisajili kuwa mwanachama. Unapokuwa mwanachama, mwanachama hai, mwanachama uliojipambanua kutetea jamii yako, ni lazima una kitambulisho. Unapoenda site na kitambulisho, hata kazi yako inafanyika vizuri. Unapoenda site kwa ajili ya kupiga kazi ya SMAUJATA lazima ujiamini, ukiamini una kitambulisho wanachama wote popote nchini, natoa wito kwa kila mmoja kuhakikisha analipia shilingi elfu kumi na tano kwa ajili uh, ya usajili wako. Wanachama, yawezekana kuna watu hawajui, eh, hawajui gharama za vitambulisho, lakini hawajui pia faida. Ndugu, unapokuwa mwanachama hai hata shughuli za kijamii hata serikali yenyewe inakuwa na watumaini na wewe kwa kile unachofanya. Haiwezi kukuita muone, hauwezi kuwa na t-shirt peke yake ya SMAUJATA ili kukutambulisha kuwa ni mwanajumuiya. Anaweza akachukua hata mdogo wako, ametoka Singida, ametoka Mtwara huko, anakuja kutembelea akavaa, utamwambia wewe ni SMAUJATA? Akavaa kwa hiyo kitambulisho kile chenye picha yako ndo kitakacho kutambulisha kwamba wewe ni mwanajumuiya na umedhamiria kufanya kazi ya jumuiya na manufaa ya kujisajili ni kufanya jumuiya iendelee kukua. Hakuna jumuiya yoyote itakuwa au taasisi yoyote bila kuwa na usajili wa wanachama walio hai. Ufafanuzi, unatakiwa kulipia shilingi elfu kumi na tano kumi na tano, kwa maana kama shilingi elfu kumi na mbili kwa ajili ya ada ya mwaka, kwa maana kila mwa, kila mwezi ni shilingi elfu moja moja, lakini shilingi elfu tatu na mabaki ni kwa ajili ya kutengeneza kitambulisho. Nafikiri tumeelewana, elfu tatu ni kwa ajili ya kitambulisho, elfu kumi na mbili ni kwa ajili ya ada ya kila mwezi ambao ni shilingi elfu moja moja, kwa mwaka ni shilingi elfu kumi na mbili. Kumekuwa na mkanganyiko wa mashujaa, wanahoji na wanauliza kwamba nikiripa kwanza shilingi elfu tano nikiripa kwanza elfu saba hiyo haikubariki Haiwezekani. Lazima ukusanye hela yote ulipe kwa pamoja, ndipo utakuwa umekuwa mwanajumuia. Kwa hiyo kwa wale viongozi wa mikoa, viongozi wa wilaya, tambueni na mlifikishe kwa wanachama wote fungu lote shilingi elfu kumi na tano ili kila kitu kiweze kuingizwa kwenye kuni database upate kitambulisho chako, na bahati nzuri vitambulisho vinafika kwa wakati yeah. Mikoani watu wameshapata vitambulisho vyao Mwanza wamepokea, Mbeya wamepokea, Singida wamepokea, Tanga wamepokea, Dar es Salaam wamepokea, Morogoro wamepokea, Lindi wamepokea, Kigoma wamepokea, mikoa yote ya Tanzania ambapo wako mashujaa wamepokea vitambulisho vyao wa, na wanaendelea kufanya kazi kwa amani na usalama. Kwa hiyo ni waombe, hakikisheni mnafikisha taarifa hizi mnaonisikiliza, kila mwanajumuiya awe na kitambulisho. Kina faida gani? lazima uzitambue faida zake. Utakuwa na maamuzi katika vikao vinavyokaa, vinavyoketi kwa ajili ya jumuiya. Unayo maamuzi ya kupinga, unayo maamuzi ya kukubali, kwa sababu wewe ni mwana jumuiya hai. Wewe ndio unafikiri, labda mwenyekiti anaamua tu jumuiya iende hivi, watu wote na wanapata kuna vikao vinakaa na wewe utahusishwa, kwa sababu ni mwana jumuiya. Kwa hiyo, hiyo ni faida moja hapo, ambayo lazima na wewe ukue na maamuzi yako. Unapoanzisha miradi, lazima na uwe na mawazo yako katika kuchangia ile miradi na miradi huwezi kuipata au serikali wezi, wezi kukuwekea fungu bila kuwa na utambulisho hai. Kwa lazima tujisajili. Jumuiya yetu ina mipango mizuri sana sana tunayotarajia kuifanya, lakini bila kitambulisho tutakuwa dormant. Nawaomba sana, nawasisitiza sana wanachama wangu, jiweke standby kuhakikisha wewe una kitambulisho muda wote, umejisajili. Mhamasishe ambaye hajajisajili. Hujajisajili, uja fanya haraka, akatume miamara yako ujisajili. Nahitaji kuona wanachama hai ndani ya jumuiya. Nasema hivyo kwa sababu kwanza, ukiwa na kitambulisho unafanya kazi kwa kujiamini na unafanya kazi vizuri. Faida za kufanya kazi vizuri zinajulikana. Wizara inatambua uwepo wetu, wizara inawapongeza wote wale wanaofanya vizuri. Na mimi nao mfano bora, cheti cha inao, mfano nimepongezwa kwa kazi nzuri, cheti cha pongezi nataka nini ikicheti, hata mjukuu wangu atakikuta, baba alikuwaga mpigania haki, alikuwa mpinga ukatili mzuri, akapewa cheti cha pongezi. Leo hii wewe unasubiri kujisajili nini? Kwa hiyo niwaombe wadau wote wanaosikiliza Shujaa TV, hii ni tv kabisa mahususi kwa ajili ya jumuiya, ni tv kabisa ambayo inatazamwa na watu wengi kwa sababu hii ni TV ya jamii. Unapokuwa shujaa, wewe ni mwanajamii. Unapokuwa mwanajamii, wewe mwana mwana ni mwana mwana shujaa. Ndio maana tunasema kataa ukatili, wewe ni shujaa, hekima na umoja. Yaani sijui niseme nini <tosikana> kwa sababu inafika hatua unashindwa kumwambia mtu nini afanye wakati utaratibu unajulikana. Ni waombe yawezekana wengine walikuwa ana elimu hii, yawezekana wengine walikuwa ya wamekwama Unajua wengi wame delay kwa ajili ya kulikuwa na ziara za kwenda Tanga, kulikuwa na maadhimisho mengi mengi hapo katikati, kumekuwepo na masuala ya mwenge, kumekuwepo na masuala ya wiki ya nini. Kwa hiyo mashujaa wamekuwa wakitawanyika na, na wakiombwa eh, na serikali waweze kufika katika matukio hayo, kwa sababu mashujaa, kila tukio linalofanyika na serikali, mnaona mialiko inafika, mialiko inatukuta ina ni kwa sababu tunaonekana tunafanya kazi. Kwa hiyo wamekuwa wakihusishwa kwenye matukio hayo, wameshindwa kuorganize au uh, kukaa pamoja kwa ajili ya usajili, lakini sasa mambo hayo yamepita. Sasa naamini tunapata rekodi nzuri ya kujisajili, na mpaka o tunavyoongea, tayari tumeshasajili wanachama zaidi ya 600. Hawa wanachama 600 kwa upande wangu kama mkurugenzi sijaridhika nao. Bado, bado. Nahitaji kuwa na wanachama ufika mwezi wa saba, wanachama elfu moja. Simaujata ina mashujaa wengi sana. Kwa hiyo niombe na nitoe rai, kila mtu anayesikia taarifa hii, kila mtu anayesikia sauti hii, naomba uwafikishie wananchi wengine ambao wako ndani ya Simaujata lakini hawajajisajili waweze kujisajili, wapate vitambulisho. Wa wanachama hai, anapoenda kwenye tukio asiulizwe maswali, kutoka kitambulisho tu, mimi ni mwanajumuiya niko hapa kwa ajili ya kufanya moja mbili tatu, naomba ni niendelee na kazi yangu, hakuna atakaye kugusa. Kwa kumalizia, nishukuru jeshi la polisi, upande wa dawati tumefanya nao wa vizuri, waendelee kupata ushirikiano maki. Pia kuna mambo pengine wanahitaji kutoka kwetu, tunawashirikisha, tunasaidizana, na sisi tunahitaji kujua kutoka kwao, tunashirikiana, mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo nipongeze jeshi la polisi kupitia dawati. Madawati yote nchini yanapaswa kushirikiana, lakini bila kusahau watu wa maendeleo ya jamii bila kusahau e, e, ustawi tunafanya nao vizuri, na sisi tunasema bila ustawi, bila maendeleo ya jamii, bila dawati peke yetu hatuwezi. Sisi tunaibua tunafikisha matukio na yanafanyiwa kazi. Kwa hiyo niseme kwa kuendelea kumheshimisha mama yetu rais wetu Samia Suluhu Hassan, tuendelee kupigana na kupambana dhidi ya matendo ya, ya kikatili ili tuendelee kuiweka nchi yetu katika salama na kwa kumalizia, tunaelekea katika uchaguzi eh, Oktoba 25. Niombe tuwe makini sana, eh, Oktoba 25. Niombe tuwe makini sana. Ukatili unafanyika sana ukatili unafanyika sana. Naomba tuwe makini, tufuatilie mtaa kwa mtaa, kata kwa kata, kijiji kwa kijiji, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, kuhakikisha tunapata matukio mbalimbali yanayotendwa na wanasiasa katika kufanyana na ukatili na yafikishwe katika meza ya viongozi yaweze kufanyiwa kazi na kuripotiwa sehemu husika. Waziri wetu yuko makini, anasubiri. Waziri wetu yuko masikini anasubiri taarifa zozote zinazotoka mikoani, zinazotoka sehemu yoyote, kuhakikisha zinafanywa kazi. Na mwisho, japo sio kwa umuhimu, nisisitize kitu kimoja, TAKUKURU wako macho unapotaka kufanya matendo ya kikatili tambua, TAKUKURU pia wapo. Lakini unapofanyiwa ukatili, tambua TAKUKURU wapo, maanake ni usipokee rushwa wala kutoa rushwa. Kwa sababu ya matendo ya ukatili, kumekuwa na rushwa za ngono, kumekuwa kuna rushwa za mwili, kuna rushwa za aina nyingi, lakini niseme umeibua kesi, ifikishe mahakamani panapohusika. Ukithubutu kupokea rushwa, ina maana tena umehalalisha vile vitendo vya rushwa viendelee. Nawaomba sana ndugu zangu wananchi, ndugu zangu mashujaa, ndugu zangu wadau wa kila mmoja ananisikiliza, kutokomeza vitendo vya rushwa wanahitaji roho ya kitume, inahitaji roho ya, ki, ya, ki, yani, ya, ya, ya kiibada zaidi, kama hapa tuko kwenye ibada. Tusihembee wala wana tusi, tusi, tamaa za kuchukua rushwa. Fanya kazi yako, ifanye kama hivyo kuifanya. Kwa hiyo niwaombe sana, tuepuke rushwa. Tufanye kazi kwa weledi, tufanye kazi kwa uaminifu, tusioneane. Usimsingizie mtu kesi ambayo si kweli pala, usimwonee kwa sababu alikunyima chumvi, leo nataka nimpambanishe kesi ya kubaka mwanangu. Sheria itachukua mkondo wake ikimbaini mtu wa namna hiyo. Baada ya kusema hayo, niseme mimi, mkurugenzi wa wanachama eh, mahusiano ya kitaifa na kimataifa, Hashimu Omari.